Sehemu ya pili ni kuwa haya matusi, tulimsikia wakati fulani mbunge wa Nyali akitukana akitukana, mimi nikiwa kwenye Kemnak, ambao bado mimi ni direkta wa elimu Kenya nzima katika shirika la Kemnak ambapo Jumangao ndiye chama wangu awe ni mdogo wangu kwa umri, awe nimemshinda kwa elimu, lakini Jumangao mimi najua anayo ilmu ya madrasa, ni ustadh na najua pia alikuwa university Kenyatta na aliwahi kufanya kazi pia Shanzu Teachers Training College na yuko na TSC number. Mkamtukana mkamtukana muka mulipata nini? Jumangao is still strong. Na juzi aliongea na Ruto kupitia kwa njia yote yule, ikabidi Ruto aondoe kamati aliyokuwa ameiweka ya Wakfu commission. Haya ndiyo maneno. Juma Ngao alikuwa wezi kukaa bila kutukanana, ametulia. Na kama ametulia sisi tusema chanda chema huvikwa pete, na apewe kila anachopewa. Shida iko wapi? Serikali ina mfuko mkubwa sana, yaweza ikapatia kila mtu hiki kile kile kile na watu wakanyamaza. Tuache hapo kwa Jumangao, turudini hapa kwa viongozi wetu. Hawa viongozi tutawaweka kwa mizani, hatuwezi tukaweka Mombasa katika giza. Mimi nazungumzia Mombasa kwa sababu najua Mombasa, kiongozi aliofanya abacha na kiongozi ambaye anaanza alifu kwa kijiti ni watu tofauti sana. Basi kwa nini hamutulizi hawa walioanza, abacha tukaangalia by ends. Tukiingia 2027 20, 20, itakuwa mizani yao iko vipi? Na wale ambao hawajaanza, wanaanza kukutupa ahadi. Hatutaki ahadi, watu wafanye kazi kabla ya kuanza kutaka kura. Kwa mfano, kijana Machele alikuwa iwasaidia watu kabla hajaomba kura. Kwa sababu babake alikuwa mwanasiasa. Mungu amrehemu Abdu Samad alikuwa vile vile asaidia watu, babake alikuwa mwanasiasa tena mkubwa sana. Tafadhalini tupunguzeni kutukana. Na Hasan Sarai alikuwa senator, alifanya nini? hakuwa na pesa za CDF lakini alifanya nini? Huyu aitwa nani huyu wamelifaki eh? Naona kanda yake akisema miki ndani kuna hospitali iko na x-ray, lakini cost general hawana x-ray. Nataka ajue cost general ni referral, hospital ya pwani nzima. Wewe kama senator kazi yako ni supervision ya hizi counties, umefanya nini? Mbona hujakwenda ukamuuliza Abdusamad? Mbona hujaweka hii bajeti yake iko wapi? Pesa usiende tu kukashifu mtu ambaye wafanya kazi yake. Tangu Abdusamad ameingia kazini, hamujasikia migomo hiyo jaribu kadiri ya uwezo wake, lakini vilevile ninasema mji wa Roma haukujengwa kwa siku moja. With time tutaona amefanya nini, miguu hatua kule zinakoendelea, twaona anajaribu kufanya. Ni miaka mitatu tu ambayo haijakamilika, tumwacheni afanye Tumwacheni afanye, alafu ikifika wakati wa kura, tamchukua Harvey, tamuweka hapa, amefanya nini, hakufanya nini? Mbogo umefanya nini, hukufanya nini? Mwamelali vilevile, Sarai vile vile, Bezimba vilevile. Na wale wanaotaka kura na wao tuwaulize, mumefanya nini na mutafanya nini? Hatuwezi tu kufanya uhasidi kwa sababu nataka kushindana na fulani, mumtukane. Mfa, simama, mshindane. Mimi pia huena nitakuwa katika debe, nitatoa picha zangu karibuni, lakini sitatukana mtu nanipigiwe hata kura moja, hata mke wangu asiponipigia. Lakini nawaambia nitawababaisha sana sababu sitaki vita mimi, sitaki vita. Tuongeeni maendeleo, tuongeeni nidhamu. Nidhamu Mombasa yapotea kwa sababu wale ambao wanakutengeza nidhamu ndio hawa wanaotukanana. Sasa mtoto wako wakikuwa wanaotukanana wasema Waarabu ni masenge, huu naye asema ma, mayakima wa, wanaliwatiwa na hakuna evidence munatoa. Mimi natayarisha hizi kanda zenu na nitawapeleka kotini na kuna marafiki zangu wanajua mimi mambo ya kotini napenda sana. Mutwambie hao Waarabu masenge ni akina nani? Ulimwona wapi akipigishwa magoti na nani? <coughs> Uliwapeleka ukawapima? Ulishuhudia vipi kama si umbea? Tuacheni masala haya. Kama unaithibati ziko sheria za kuwaadhibu, Biblia ina sheria na Quran ina sheria, lakini si tutukane watu, tuone hiyo nukta. Ya mwisho ni kwamba nasema mimi nimefunzwa, na katika training yangu likuwa ko CSO Curriculum support officer ambao ilikuwa ni mshauri katika shule. Naweza kuonesha mambo mengi sana katika mashule ya Mombasa ambayo hamujui, naweza kuonesha kwa nini watoto wanafeli, lakini kwa sababu hamtaki kusikia, muko mahodari kwa kutukanana, basi endeleni tuna kutukanana. Mimi naomba muache kukashifu Uislamu. Nawaomba mwache kutukana Waislamu, mwache kusingizia taasisi za Kiislamu. Kuna sinema ama video au kitabu kinaitwa the The Angels and the Devils ambacho mandhari yake ni Vatican City kule pop anakoishi. Kinaelezea kwa undani mambo ya Vatican City. Ikiwa Jesus amezaliwa Bethlehem, Jerusalem, Israel, mbona leo makao makuu ya Wakristo yako Italy? There is a problem Mkutano mkubwa sana wa magays ama LBTQ 2019 ulifanyika Italy wakati kukiwa na breakout break ya Covid 19. Na Italy pia ijulikana kwa uchafu wao mwingi. Hebu tuacheni hayo, tuangalia ni yetu ya Waislamu, turekebishe Tutumie njia zilioko za kurekebisha, tuache kutukana, tuache kupigisha na kelele. Na mwisho kabisa, hawa ambao si Waislamu, kuna wanawake, mimi naambiwa wanavaa ninja, wanavaa Kiislamu na wao si Waislamu, wanachafua jina la Waislamu. Hawa wakipatikana pia na wao watachukuliwa hatua kulingana na sheria. Muislamu ni lazima ainusuru dini ya Kiislamu. Intansurullah intansurullah wa yansurkum wa yuthabit akdamakum Mutakaponusuru dini ya Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah atawanusuru na atawafanya kuwa na nguvu. Nimesikia vile vile watu kule north eastern, sijui ni siono sema Duale shetani, joho shetani, hamu furahikii nyinyi kuwa na waislamu katika nafasi kuu za kiserikali. Hizi ni appointments zimefanywa na vile vyeo Si lazima we daktari, kuna ma PS, PS permanent secretary. Ndiye kizungu twasema accounting officer ndio wanaendesha zile wizara. Hawa wengine wako pale kwa minajili ya kisheria tu kuchea meeting na kuendesha. Alafu vilevile nimemwona Mudavadi Musalia Mudavadi akianza kuchambua huyu nani Muislamu, huyu nani Muislamu mkubwa, ni si nani Muislamu. What is wrong with Muslims? Muslims wako zaidi ya milioni kumi na tano hapa Kenya na sasa, wanaonekana wanakuja pamoja, imekuwa ni tisho. Maadamu mimi najua kama nilivyowaambia sikusoma sana lakini tuambiwe, wahtasimuu bihamdulillahi jamian wala tafarakuun, shikamaneni pamoja kwa kamba ya Allah subhanahu wa ta'ala, wala musifarakiane hivi. Sasa waislamu wameanza kushikana, wameanza kuungana. Kuna shida gani msomali na mbajuni wakisikilizana? Kuna shida gani duale na joho wakisikilizana tutakuwa na force ingine ya Waislamu. Juzi masaa mawili tu wanchangisha 112 million za madrasa tulinajaa ya Garissa. Jana ama juzi Ruto ametoa nafikiri 2 million ama zaidi ya kusaidia madrasa. Hawa wabunge wetu masaidiaji wa walimu wa madrasa Haya ndio masala tunataka, sikutukanana yule shoga, huyu ni hivi, yule amepigishwa magoti. Haya yakome na wosia, muache paid, hakuna kitu alipwa na hizi sifa haz, hazitakuletea kuendelea kokote, ila laana zitakuletea kushtumiwa, zitakuletea madhara, muache murudi kwa Mola wenu.